Hujambo mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa redio yetu Kwetu News Venkat. Tunayo furaha kweli kweli kukaribisha jioni ya leo, ili uweze kufuatiliana nasi wakati tunakuletea habari kutoka pande mbalimbali mbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ambako kwa sasa bado risasi hazijanyamaza na vilio vya raia vinazidi kuongezeka kutokana na vita. Na jambo la kuhuzunisha zaidi sana, hata mahospitali kwa sasa zimeanza kukosa madawa kutokana na vita nayoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Tutaelekea huko Nord Kivu ambako jeshi la FARDC limeanzisha mashambulizi anga dhidi ya ngome za AFC/M23 huko Walikale, ishara ya hatua mpya ya kijeshi katika vita vinavyoendelea. Wakati huo huo katika mji wa Beni, shambulizi la kikatili limedaiwa kufanywa na ADF limeua angalau watu watano huko Mangadu na kuacha familia katika majonzi makubwa. Kana kwamba haitoshi, huko Sud Kivu, hospitali kuu ya Fizi iko katika hatari ya kuishiwa na dawa kutokana na mapigano yanayozuia usambazaji wa vifaa vya tiba. Wagonjwa wajawazito, na majeruhi wa vita wako katika hali ya sintofahamu katika hospitali hiyo ya Fizi. Na katika Rutshuru, baada ya siku tatu za mapigano makali kati ya AFC/M23 na wazalendo huko Kilima hali inarejea kuwa salama lakini kwa tahadhari kubwa kutokana na uofu kubwa wa vita hiyo. Je, mashambulizi haya ya anga yatabadilisha mwelekeo wa vita? Je, wananchi wa Beni wako salama? Na je jenga janga la kibinadamu limeanza kuchukua sura mpya ya Sirikivu? Katika habari zote za leo tunakuletea uchambuzi matukio ya hivi karibuni na hali halisi iliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo tunakuomba usiondoke, fuatiliana nasi hadi mwisho kwa taarifa kamili na za kina. Mvutano wa kivita unaendelea kushika kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ambako mapigano kati ya jeshi la taifa la FARDC na waasi wa M23 yanaingia katika hatua mpya. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, jeshi la FARDC limefanya mashambulizi makali ya anga yakilenga moja kwa moja ngome za waasi wa M23 katika maeneo ya Minjanje liliko ndani ya wilaya ya Walika. Mkoani Nord Kivu, mashambulizi hayo yameripotiwa kufanyika katika mazingira ya taharuki kubwa, huku wakazi wa maeneo ya jirani wakisema walishuhudia ndege za kijeshi zikizunguka angani kabla ya kusikika kwa malipuko makubwa. Hofu na sitofahamu vimetanda katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo, huku baada ya wananchi wakilazimika kukimbilia maeneo salama. Minjanje ni eneo lenye muhimu wa kimkakati katika mkoa wa Nord Kivu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kulenga eneo hilo kunaonyesha nia ya FARDC kukata njia za, kiusa, za usambazaji wa harakati za waasi hasa katika maeneo ya ndani ya Walikale ambayo pia yanatulikana kuwa na rasilimali nyingi za madini. Hadi sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi au kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Vivyo hivyo, upande wa M23 haujatoa matamko la moja kwa moja kwa kujibu mashambulizi hayo ya anga. Hatua ya kutumia mashambulizi ya anga inaashiria mabadiliko ya kimkakati katika operesheni za FARDC, hasa ikizingatia kuwa katika miezi ya hivi karibuni mapigano ya ardhini yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo kadhaa ya Kivu bila matokeo ya kudumu. Hali hii inazidi kuleta wasiwasi wasi kuhusu huku, huku usalama wa raia kwani kila hatua ya kijeshi huambatana na hatari ya kuongezeka kwa idadi ya, kim, ya wakimbizi wa ndani na kuzorota kwa hali za kibinadamu. Walikale kama sehemu ya Nord Kivu imekuwa moja ya maeneo yenye mvutano wa muda mrefu kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha pamoja na ushindani wa udhibiti wa rasilimali mashambulizi hayo yanaweza kubadili mwelekeo wa vita au kuongeza moto katika uwanja wa mapambano. Swali limebaki ni hili: Je, mashambulizi haya ya anga yatadhoofisha ya nguvu za M23 au yatachochea mashambulizi ya, ya kulipiza kisasi na Je, kuna matumaini na suluhisho la kisiasa katika mgogoro huu unaodumu unaudu, unaudu, kwa muda mrefu? Tuelekee basi tarafani Fizi ambako hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako sasa kuna hofu ya kukosekana kwa madawa katika Hospitali Kuu ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, hospitali hiyo inakabiliwa na hatari kubwa ya kuishiwa na dawa muhimu kutokana na ugumu wa upatikanaji wa mahitaji ya kitabibu unaosababishwa na mapigano yanayoendelea katika maeneo hiyo. Mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya serikali yamevuruga kwa kiasi kikubwa njia za usafirishaji, hali inayofanya magari na usambazaji wa dawa na vifaa vya afya kushindwa kufikia kwa wakati. Barabara nyingi zimeripotiwa kuwa hatarini, huku baadhi baadhi zikiwa zimefungwa kabisa kwa sababu ya kiusalama. Vyanzo vya ndani vya hospitali vinasema kuwa akiba ya dawa za magonjwa ya kawaida, dawa za dharura pamoja na vifaa vya upasuaji vinaendelea kupungua siku baada ya siku. Hali hii inahatarisha maisha ya mamia ya wagonjwa wanaotegemea huduma za hospitali hiyo, wakiwemo watoto, wajawazito na wajeruhi wa mapigano. madaktari na wauguzi katika hospitali ya Fizi, wameripoti kufanya wameripotiwa kufanya kazi katika mazingira magumu, wakijaribu kuokoa wa maisha kwa, kwa rasilimali chache zilizobaki. Aidha, ya huduma zisizo za dharura zinaweza kusitishwa iwapo hali itaendelea kuwa mbaya. Wakaaji wa Fizi na maeneo jirani wameleza wasiwasi wao mkubwa, wakisema kuwa hospitali hiyo ndiyo tegemeo lao kuu la afya. Kukosekana kwa dawa kutamaanisha safari ndefu na hatari kutafuta matibabu katika maeneo mengine. Mashirika ya kibinadamu yanahimiza kuingi, kuingilia kati haraka ili kusaidia kurejesha mnyo, mnyororo wa usambazaji wa dawa na kuhakikisha kuwa hospitali hiyo haifungi huduma zake kutokana na ukosefu wa vifaa. Hali hii inaonyesha kwa mara nyingine jinsi ambavyo mapigano yameathiri moja kwa moja ya maisha ya rahia wasiokuwa na hatia si tu kwa risasi na mlipuko, bali pia kwa kukosekana kwa huduma muhimu za kiafya. Tuelekee basi uko Kivu Kaskazini, Rutshuru, ambako baada ya siku tatu za mapigano makali hali ya utulivu imerejea katika eneo la Kilama, wilaya Rutshuru, mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mapigano yalizuka kati ya wapiganaji wa M23 na kundi la wazalendo, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakaaji na wakilama na kijiji jirani. Milio ya risasi nzito na silaha za kati zilisikika kwa muda mrefu, kwa siku tatu mfululizo, huku baadhi ya familia zikilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Mashuhuda wanasema mapigano hayo yalikuwa ya kushtukia na yalienea haraka katika maeneo ya Makahaji, na jambo hilo lilizidisha hofu kwa raia wasiokuwa na hatia. Shughuli za kijamii na za kiuchumi zilisitizwa kwa muda, huku masoko na shule zikifungwa kutokana na hali ya taharuki. Hata hivyo, kufikia sasa, vyanzo vya ndani vimeathiri vimethibitisha kuwa hali imetulia na milio risasi imesimama. Wakaaji wameanza kurejea taratibu majumbani mwao, ingawa bado kuna hali ya wasiwasi na hatari kubwa. Bado hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya majeruhi au athari kamili za mapigano hayo. Aidha, pande zote mbili hazijatoa tamko la kina kuhusu kilichosababisha mapigano hayo au hatua zinazofuata. Rutshuru imeendelea kuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa kati katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambako makundi ya silaha yamekuwa yakipigania yakipigania udhibiti wa maeneo ya kimkakati. Mapigano ya mara kwa mara yamekuwa yakisababishwa yakisababisha wimbi la wakimbizi wa ndani pamoja na changamoto kubwa za kibinadamu. Wachambuzi wa usalama wanasema kuwa kurejea kwa utulivu katika kilama ni hatua chanya. Lakini wanaonya kuwa hali bado ni tete na inawezekana kubadilika wakati wowote. Iwepo suluhisho la kudumu hali itapatikana, swali linabaki ni hili: utulivu huo utadumu kwa muda gani? ni hatua gani zitakazochukuliwa kuhakikisha raia wa Rutshuru wanaoishi bila, bila hofu na ya milipuko ya risasi. Basi, mpenzi mtazamaji, tutaendelea kukujuza iwepo tutapata habari nyingine za kuongezea. Hujambo mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa redio yetu Kwetu News24, tunayo furaha kweli kweli kukaribisha jioni ya leo ili uweze kufuatiliana nasi wakati tunakuletea habari kutoka pande mbalimbali mbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ambako kwa sasa bado risasi hazijanyamaza na vilio vya raia vinazidi kuongezeka kutokana na vita na jambo la kuhuzunisha zaidi sana hata